Mio. Mio. Hello guys. Leo nenda kupika pilau na katika maandalizi yangu nina mchele huu hapa na viazi, mafuta, kitunguu saumu na jinja na kitunguu, chumvi, paprika na roiko, na pia nina dawa ya pilau hii hapa, na nina nyama ambayo <coughs> iko kwa moto inaiva sasa hivi so, na pia nina nyanya na kitunguu hapa ya kutengeneza kachumbari. Mimi wasipendi kuweka nyanya kwa pilau, so nitawaelekeza jinsi tutakavyoenda.